Unacheza betting, acha mara moja, na hivi ndivyo vitu usivyovijua, jinsi ambavyo betting inatafuna maisha yako taratibu. Vijana wengi wanaamka asubuhi, si kwa ajili ya kuwahi shule, si kwa ajili ya kuwahi chuo, si kwa ajili ya kuwahi kazini, lakini wanaamka asubuhi kwa ajili ya kuangalia mkeka kama umetiki, kwa ajili ya kuangalia betting walioweka jana, kama imetiki, kwa ajili ya kuangalia ile kamari walioweka jana, kama imezaa matunda. Inafikia kipindi wengine wanasahau mpaka kula, wanasahau mpaka kulipa kodi. Inafikia wakati paka wanapoteza hadi matumaini ya maisha yao. Huu ndio mchezo wa betting ambao mara nyingi mwanzoni huwa unaanza kukuahidi utajiri, lakini baadaye huwa unakuachia umasikini, huwa unakuachia maumivu makali ya moyo, huwa unakuachia madeni makubwa katika maisha yako, na mara nyingine huwa unakuachia aibu na fedheha kubwa katika maisha ya vijana wengi sana. Betting ndugu zangu, haijaanza leo wala haijaanza jana, imeanza miaka mingi sana ya nyuma. Na nchi ya kwanza kabisa kuanzisha betting ilikuwa ni nchi ya China ya kale, Japani ya kale, lakini pia nchi ya Ugiriki ya kale. Miaka ilivyozidi kwenda, betting ya kisasa, betting ya mtandao, betting ya online iliweza kuanzishwa na Uingereza. Hiki si kitu cha jana, si kitu cha leo, ni kitu ambacho kilikuwa miaka mingi sana. Lakini kimezidi kutafuna maisha ya vijana wengi, kimezidi kutafuna ndoto za vijana wengi, kimezidi kutafuna malengo ya vijana wengi sana. Betting imegeuka kilevi, betting imegeuka addiction, betting imegeuka uraibu miongoni mwa vijana wengi sana ambao wamejikuta wamejihusisha na mchezo huu wa kamari. Betting imeua mioyo ya vijana wengi sana, betting imezalisha maskini wakubwa sana, imewafanya vijana waishi katika matumaini, imewafanya vijana waishi katika rudisha pesa na hasara kubwa walizozipata katika maisha yao. Hali hii kitaalamu tunaita near missing effect. Ni kwamba pale ambapo unapata kidogo, pale ambapo mtu anashinda kidogo, ubongo wake huwa unampa matumaini ya kwamba yawezekana siku moja akawa tajiri mkubwa kupitia betting, yawezekana siku moja akaja akashinda pesa nyingi, yawezekana siku moja beti ikaja ikabadilisha maisha yake, kumbe ni ubongo ambao umefichwa watu wengi hawajui. Unapokuwa unashinda kidogo, unapokuwa unashinda kijisenti kidogo kupitia betting, ubongo wako huwa unazalisha kemikali tunaoita dopamine. Dopamine, kemikali hii ikikaa kwa muda mrefu katika ubongo huzalisha msukumo au huzalisha mzunguko ambao hupelekea mtu kuhitaji apate experience au amsha au hisia inayofanana na kitu alichokifanya mwanzoni. Yamana ya maana ya kwamba kama ulikuwa umeshinda, basi mwili wako utatamani ile hisia au ile raha ambayo uliipata kupitia kushinda kidogo, uweze kuipata tena. Ndio maana inakuwa ni ngumu sana mtu kuweza kuacha betting, kwa sababu ukisha tengeneza hii tabia kwa muda mrefu, basi inakutengenezea uraibu na inakuwa ni ngumu sana kuacha. Ndio maana mtu anakuwa yuko razi auze kitu chochote aweze kubeti, mtu anakuwa yuko razi aweze kukopa kitu chochote aweze kubeti, mtu anakuwa yuko razi aweze kuingia kwenye madeni aina yoyote ile aweze kubeti. Ndiyo maana mahusiano yamevunjika, ndio maana ndoto zimevunjika, ndiyo maana watu wamekuwa wakilia waweze vipi kuachana na huu mchezo? Waweze vipi kujikomboa kujinasua kwenye huu mtego? Sasa kuna njia mbili ambazo ukizitumia zitakusaidia wewe kuweza kuepukana na mchezo wa betting, zitakusaidia wewe kuweza kuua huu raibu, zitakusaidia wewe kuweza kutoka katika hii kifungo ambacho wachache wameweza kukishinda. Kitu cha kwanza Hakikisha mazingira yako hayakushawishi, vile vishawishi ambavyo vilikuwa vikupelekea wewe kuweza kufanya betting. epuka na kasama, mazingira yanamaanisha pia marafiki, wale marafiki ambao wamekuwa kikufanya wewe uweze kufanya mchezo wa betting. Hakikisha unajiepusha nao, hakikisha unawakimbia out of that hautaweza kuacha mchezo wa betting na utajikuta unalia. Marafiki wanatengeneza tabia zetu, marafiki wanatengeneza maisha yetu. Hivyo mwepuke yule mtu mpruni, achana na yule mtu ambaye anakusababishia wewe maumivu ya muda mrefu, anakusababishia uweze kujiingiza katika tabia ambayo haikutengenezea utajiri, bali inakuongezea umaskini, msongo wa mawazo, na matumaini ambayo hayawezi kukamilika au kutimia katika maisha yako. Kitu cha pili, hakikisha unakuwa na bajeti. Usipoielekeza iende wapi, itatafuta njia ya kujifanyia matumizi. Pesa ni kama maji, usipoitengenezea kingo, itatafuta njia ya kuweza kutoka yenyewe katika kingo husika. Hakikisha hautembei na akiba mfukoni. Akiba inawekwa katika akaunti, inawekwa katika sehemu ambayo ni salama. Ukitembea na akiba mfukoni, utajikuta hiyo pesa unaitumia kati ya kufanya betting. Hakikisha unapata ushauri wa watu, usijitenge. Watu wana uwezo wa kushauri watu, wana uwezo wa kukufanya wewe uweze kuishinda hiyo tabia, na ukaweza kurudi katika hali yako ya kawaida. Betting is the killer. Betting is the killer. Betting is the killer. Epuka tabia hii, epuka tabia hii, epuka